Mimi najua potea ni ingine tulikuwa tunajibu pesa kitambo ilikuwa inaitwa potea na si ile mchezo ya pata potea. Ile mchezo ya pata potea na kupata ukipoteza ama na imtaa tu. Na imtaa unajua, na sadhani tuko Kenya. Kwani

wacha njua ifanya kazi yake. Kazi ya njua ni gani? Kwa kwanza ni unavuta, unavuta bangi mbele yangu, unavuta mbele bangi mbele yangu? Kijana uko na hivi kijana, huongea na yeye. Unavuta unavuta, unajua nitakukata wewe. Nani apeleke maikatoe ama unasikianga ukata? Unaona kama kukata ni ni kumwakanda mtu. mnafanya aje kwa samba yangu, mnafanya aje kwa samba yangu mniambie